Siku ni Alhamisi kuu siku, siku ya meza, upendo, huduma na mwanzo wa mateso. Ni mwanzo wa kile Kanisa Katoliki huita Triduum Takatifu, siku tatu kuu zilizojaa fumbo la wokovu, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Ni matumaini yangu kwamba mboheri wa afya Niwakaribishe sana wasikilizaji wetu wa Radio Maria Nairobi katika kipindi hiki maalum cha tafakari ya Juma Kuu kutoka kwenye meza yetu ya makala maalum. Tukiwa katika siku za kipindi hiki kitakatifu kwetu kama wakristo wa Katoliki, wana wa mama bikira Maria, tunaalikwa kutafakari safari ya roho zetu. Tulianza Jumapili na leo Alhamisi, siku ya meza, ni mwendelezo tu wa safari yetu ya wokovu. Katika jioni takatifu tunarudi kwenye chumba cha juu, meza ya mwisho. Yesu anakusanya wale aliyowapenda sana wanafunzi wake kwa karamu ya mwisho kabla ya kifo chake. Katika jioni hiyo, mambo makuu manne yalitokea. Kwanza, Yesu alituachia zawadi kuu, Ekaristi Takatifu. Alichukua mkate akavunja na akasema, chukueni mle, huu ni mwili wangu. Kisha akachukua kikombe akasema, kunyweni nyote, hii ni damu ya agano jipya. Kwa mara ya kwanza, Yesu alijitoa kuwa chakula, si tu kwa maneno, bali kwa sura ya mkate na divai. Hili ndilo agano jipya la upendo usio na mwisho. Leo tunakumbuka kwa heshima kuu zawadi hii. Kila misa tunayohudhuria ni mwendelezo wa meza hii ya mwisho, ni Yesu anayejitoa tena, kimya kimya, kwa upendo kwangu, kwako na kwa dunia nzima. Pili. Yesu aliwapa mitume wake huduma mpya, upadri mtakatifu. Aliwapa mamlaka ya kuvunja mkate huo kwa niaba ya watu wake, alisema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, mwisho wa nukuu. Leo pia ni siku ya kuwaombea mapadri wetu, wale wanaovunja mkate wa uzima kila siku kwa ajili yetu, wenye nguvu na waliodhoofu, pia wenye moyo wa huduma na waliopotea njia, wanafiki na waaminifu, wasaliti na wakweli. Leo ni siku ilipoanzishwa sakramenti ya Ekaristi. Hii ni siku ya mapadri, lakini tuulizane kidogo. Padri ni nani? Huyu mwanaume ni nani katika maisha yetu? Wewe unamwelewa kupata majibu kwa maswali yano, tafakari haya yafuatayo. Padri ataeleweka vyema tu huko mbinguni. Kama tungeweza kumwelewa leo hii kikamilifu hapa duniani, tungalikufa, sio kifo kwa hofu, bali kwa upendo. Siku ya kuanzishwa kwa daraja la upadri Tufikirie kuhusu furaha na huzuni za maisha ya wakfu. Padri ni mtu ambaye ingawa ni binadamu, anakuwa chombo cha Mungu au Mungu, lazima avumilie vishawishi vya kishetani na wakati huo huo ashughulikie udhaifu wake binafsi. Padri ni binadamu, lazima ajue kupenda kwa huruma na pia kuelewa kundi lake. Si rahisi Wengi huwapandikizia mtazamo wa kipepo wakisahau kuwa mapadri ni wanadamu kama yeyote yule. Wachache ni kama Simoni wa Kireno wanaosaidia kubeba msalaba. Nimemwona padri akinung'unikiwa kuhusu gari lake jipya. Nimemwona padri akiomba lifti na muumini akimkataa. Nimemwona padri akitembea kwa hofu, hii si usalama nimemwona padri akilia kwa ajili ya dhambi za wengine, lakini hakuna anayelia kwa ajili yake. Nimemwona padri akiomba lifti na muumini akimkataa. Nimemwona padri akitembea kwa hofu, hii si usalama. Nimemwona padri akilia kwa ajili ya dhambi za wengine, lakini hakuna anayelia kwa ajili yake. Nimemwona padri akiwapokea makundi ya watu lakini mara nyingi hakuna anayempokea. Kuna mtu alisema: akiwa mkali wanalalamika, akiwa mcheshi wanasema ni mtoto au hajakomaa, akiwa na wanaume wanasema ni shoga, akiwa na wanawake ni mpenda wanawake au ni hawara, wengine husema huyu atatuchukulia wake zetu, akiwa na watoto wanasema ni mnyanyasaji wa kingono akiwa na vijana atawapotosha, akiwa na maskini ni mkomunisti, akiwa na matajiri ni mnafiki au anajipendekeza. Akizungumzia siasa wanasema anaingilia yasiyo mhusu, akiwakosoa waamini ni mkali kupitia kiasi, asipokosoa hana bidii ya kichungaji, akivaa na kanzu ni wa kizamani, asipoivaa hiyo kanzu ni wa kisasa mno au Gen Z. Akiwa anawahi ibada, hana subira; akichelewa, wanasema hawaheshimu watu. Akinunua kitu kipya kwa ajili ya kanisa, anapoteza fedha; asiponunua chochote kwa maendeleo ya parokia, ni mzembe anayekula hela zetu za sadaka na fungu la kumi. Hakuna pa kukimbilia, hakuna pa kujificha, hakuna pa kutorokea uwa padri ni kuwa asiyeeleweka kama Yesu alivyoeleweka vibaya. Siku ya hukumu Pilato aliuliza, amefanya kosa gani? mwisho wa nukuu. Lakini kundi lilikuwa na jibu moja tu, msulubishe, msulubishe, msulubishe! Hamna alojua kosa lake. Ndivyo ilivyo kwa mapadri dunia inamhukumu pasi kujua makosa yake. Wengine wameandika kumhusu padri, wengine wamemsema padri, wengine wamemuua padri. Hata hivyo, ni furaha nyingi. Watoto wangapi wamebatizwa? Ndoa wangapi zimesimamiwa na kufungwa na padri? Machozi mangapi yamemtiririka kwenye kitubio matumaini mangapi yamerudi kupitia mpako wa wagonjwa, shuhuda ngapi za kupitia baraka ya Ekaristi Takatifu. Na si hayo tu, asubuhi anahitajika kuadhimisha misa ya heshima yenye uvumba na kwaya, na jioni anahitimisha ibada chini ya mti wa mkorosho kwenye altari ya muda au popote pale palipoandaliwa kwa ajili ya ibada hii ili watu wasikose Ekaristi. Yote hayo hujaza moyo furaha. Yote hayo ni huduma ya Kristo ndani yetu. Ni yule tu anayeingia ndani ya maisha ya padri atajua thamani yake halisi. Hivyo basi, ataeleweka vyema tu mbinguni. Ni kama ninyi ni sababu ya kuwepo kwenu, wapo kwa sababu ninyi wa Kristo, mpo waombee wawe kama Kristo, wachungaji wa kweli. Tatu, katika tendo la kushangaza, Yesu aliosha miguu ya wanafunzi wake. Aliinuka kutoka mezani, akachukua taulo, akapiga magoti na akaosha miguu yao mmoja mmoja, hata alipowamaliza wote. Hii ni ishara kubwa ya huduma. Yesu alionyesha kuwa ukuu sio kutawala bali kutumikia. Leo anatuita kama mimi nilivyowatumikia nanyi fanyeni vivyo hivyo, mwisho wa nukuu. Katika dunia yenye ubinafsi, yenye kutafuta sifa, yenye kutafuta vyeo, inayofurika na maangamizo, Yesu anatualika kupiga magoti mbele ya wengine kwa upendo, kuosha miguu ya waliojeruhiwa waliodharauliwa, waliokatishwa tamaa, waliopotea na wote wanaohitaji msaada wetu. Nne, katika jioni hii giza linaanza kuingia. Yuda tayari ameondoka. Yesu anatazama Galvari kwa macho ya huruma, anasali kwa huzuni katika bustani ya Getsemani anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si mapenzi yangu bali yako yatimizwe. Mwisho wa nukuu. Yesu yuko peke yake, wanafunzi wake wazalendo wamelala. Yuda anamkaribia na askari, usiku wa giza unamfunika mwana wa mtu, ambaye baadaye tutamfahamu kama Adamu mpya na mamake kama Eva mpya hawa wawili wanatupa ulimwengu mpya. Alhamisi Kuu ni fumbo la upendo usiokata tamaa. Ni siku ya huduma, siku ya sadaka, siku ya maombi, lakini pia ni mwanzo wa huzuni kubwa. Leo twende mezani na Yesu, tuketi naye, tuoshe miguu ya mioyo yetu, tusali naye, tumpende mpaka mwisho wa dahari mawinguni. Tuombe. e Yesu mpendwa, asante kwa zawadi ya Ekaristi, asante kwa huduma yako, kwa mfano wako, kwa sadaka yako. Leo nataka kuosha miguu ya wenzangu kwa maneno mema, kwa msamaha, kwa moyo wa utulivu. Usiniache nikiingia kwenye giza, nisindikize hadi Kalvari, na nifanye mapenzi ya Baba kama ulivyofanya weye. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Usiku wa Alhamisi Kuu unaingia na Yesu anashikwa. Kesho ni Ijumaa Kuu, tusafiri naye hadi msalabani. Mapadri wote mbarikiwe. Asante kwa kuwa nasi kwenye tafakari hii ya Alhamisi Kuu, yaani Alhamisi ya meza ya upendo. Makala haya yameletwa kwako na Redio Maria Nairobi, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, ama ukipenda, parokia hewani. Zidi kutusikiliza kwa makala mengine kama haya kwa siku za Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, na vipindi murua vyenye mafunzo kochokocho na bora katika ukuaji wako kufikia hapo. Sina la ziada kwa meza yetu ya makala haya ya Juma Takatifu ila waaga wasikilizaji kwa sasa, tukutane tena kesho saa kama ya leo idhaani hii ya Radio Maria katika Ijumaa Kuu, siku ya eli eli lama sabakitan, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Nyuma ya mitambo nimekuwa na hodha wenu shamba wa shamba, pembeni mwa kwiji the supermarian subanis, wengine usiende, redio ni Radio Maria Nairobi, popote pale ni mitabendi 107.3, au mia moja na saba nukta sufuri popote pale ulipo, Mungu awabariki na niwatakie Alhamisi njema, baba. Bye bye.